Hatukutaki utani na ajenda yetu ya ukombozi wetu mapinduzi. Jina naitwa Stella Joni Mkwizu ni mratibu wa vituo vya taarifa na maarifa vya mkoa wa Kilimanjaro. Ah, nimefurahi sana kwa siku hii ya leo. Tarehe tano mwezi wa tatu, ambayo kwa vituo vya taarifa na maarifa tumefanya maazimisho ya siku ya mwanamke duniani, na tumekutanika KC tano ambazo ni KC Lugulu, Kalemawe, Vumari, Mgagao na Lembeni, tumefanya kwa pamoja. Kwa kweli ni furaha, imekuwa na mwitikio mkubwa sana. Pia tunashukuru viongozi wa wilaya amekuja afisa maendeleo wa wilaya pamoja na mwanasheria wa halmashauri polisi kata na wageni wengine kutoka wilayani yani. Tunashukuru kwa kweli kwa mkutaniko huo. Kuhusu swala zima la ukatili wa kijinsia kwenye kata ya Vumari na maeneo mengine, kwa kweli changamoto zipo, lakini kuna ahueni baada ya elimu hii ya wana KC au wana vituo vya taarifa na maarifa, kutoa elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia imeleta unafuu, kwa sababu watu wengi wameelewa, wanaweza kuripoti matukio, wanafunzi wanaweza kuripoti matukio yanayotokea nyumbani, lakini njiani, vijana, kwa kweli kumekuwa na nafuu na hata ukipita mtaani sasa hivi huwezi kuogopa sana kwamba labda ukipita kwenye kundi la vijana watakufanyia ukatili, kwa sababu wanajua nini kitawakuta, kwa sababu hata wewe uliyefanyiwa ukatili usipoweza kuripoti, lakini mtu pembeni anajua pa kuripoti, kwa sababu elimu wanayo. Hii siku tunaitumia kama mwanzo mpya ya kuendelea kutoa elimu ili pale ambapo tumefika tusiridhike, lakini tuendelee kuhamasishana na kutoa elimu zaidi, ili mwisho wa siku tuishi katika jamii yenye uelewa na ambayo imeweza kufuta kama sikupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kuhusu swala la wanaharakati kushirikiana na serikali, kwa kweli sasa hivi tunashukuru serikali, wanatuunga mkono, wameona jitihada zetu na wanatusapoti kwa kweli, kwa sababu ndio maana hata tulivyowaita wametujia na kuna mwitikio kama uliouona, kwa sababu wanajua kazi zetu tunazozifanya. Kwa hiyo hiyo inatupa moyo kwamba tunaweza tukafika mahali, kwa sababu kuna mambo mengine bila wao hatuwezi kufanya, lakini tukiwa tunafanya kwa kushirikiana inakuwa nyepesi kwetu, na ninaamini kwa ushirikiano wa uongozi huu mpya waliotuonyesha, tunaona kwamba tutafika mbali, tutapiga hatua. Mwanamke ndio nguzo muhimu sana kwenye jamii, na harakati hizi za wanawake, usawa wa kijinsia na kupinga ukatili dhidi ya mwanamke ilianza rasmi nafikiri mwaka 1984 kwenye ule mkutano wa Beijing China, nakumbuka eh? ambapo nchi yetu iliwakilishwa na nani na mama Gertrude Mongela. mm -hmm. Kuanzia wakati huo sasa hivi ni zaidi ya miaka thelathini, si ndio? Mm -hmm. Kwa hiyo hizi harakati zina muda mrefu na zimeonyesha matunda, na niwatie tu moyo wanawake kwamba kazi yenu kwenye jamii inaonekana na ni kazi nzito sana. Na ndugu zangu, mjue tu kitu kimoja kwamba ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Hatusemi kwamba wanaume wakielimishwa hawana msaada, lakini utakapomkomboa mtoto mmoja wa kike utakuwa umekomboa familia, umekomboa jamii na nchi kwa ujumla. Sasa hivi mambo wa yamebadilika, watoto wa kike wamewekewa mkazo, macho yote yameelekea kwa watoto wa kike. Sasa watoto wa kiume wanaanza kunyanyasika na sauti bado hazijapaswa, hazijapaswa, yani hazijapazwa ipasavyo kuhusu watoto wa kiume. Kwa hiyo tunasema kwa sababu tuko ajenda yetu sisi ni hamsini kwa hamsini Tunapopambania mtoto wa kike na mwanamke tufichue pia ule ukatili wa kijinsia unaofanywa kwa watoto wa kiume na wakina baba. Kuna baba wanapigwa unajua huko majumbani eh? Yeah. Hey, kuna baba wananyimwa fursa wanapigwa, lakini wao bado hawajapata ile sauti. Kwa sababu sisi ndio walezi wa jamii, tunapompambania mtoto wa kike tusimwache wa kiume nyuma kwa hiyo nawaasa mapambano haya yaendelee, na hata vitabu vya Mungu vinasema wanawake ni jeshi kubwa. Kwa hiyo alipo mwanamke hakuna kinachoharibika. Kwa jina langu, naitwa Salome Salimu Mnyone. Kwa kweli siku hii ya leo imekuwa baraka sana kwetu akina mama, kwa sababu ni njia mojawapo ya kujitambua sisi kama akina mama, wajibu na majukumu yetu, lakini pia kujaribu kupeana elimu, mfano kama maigizo yaliyotolewa pale yalikuwa yanawasilisha ukatili wa kijinsia kwa wanawake, walivyokuwa wananyanyaswa, wanateswa, wanapigwa, hawatakiwi kuongoza kitu chochote. Lakini angalau katika kundi letu hili la KC au TNJP, imetusaidia sana kutambua wajibu wetu wanawake, kutoa taarifa wanapofanyiwa ukatili wa kijinsia na kusimamia majukumu yao vizuri na kufanya biashara na kuwa viongozi kupeana elimu katika makundi mbalimbali mbali, kuboresha hali za uchumi, kufanya biashara mbalimbali na kujiunga na vikundi mbalimbali mbali za vikoba. Kwa hiyo hii imemsaidia sana mwanamke. Kwa hiyo ni kwamba tuna tunawasa wanawake wenzetu popote pale walipo, wasikate tamaa, wawe majasiri wa kupambana, tushikamane, tupambane, tutokomeze huu ukatili wa kijinsia kwa mwanamke ili tuweze kulea familia zetu vizuri. Huu ukatili tuliofanyiwa tusiwarisishe watoto wetu. Naitwa Justin Msami, mimi ni, ni mragibishi au mwanaharakati kuhusiana na swala la ukatili wa kijinsia dhidi ya mwanamu, wanawake na watoto. Kwamba mwanamke bado hajaaminiwa, hajaaminiwa kabisa kwamba anaweza kusimama akasimamia mali akasimamia watu yani, bado kuna tatizo, bado elimu inahitajika katika jamii pale ninakoishi, kwamba jamii bado haijamwamini mwanamke kwa asilimia kubwa, japo eh, elimu imeshaingia kidogo, kwa sababu mwaka huu kwenye uchaguzi wa mwaka jana ishirini ishirini na nne, katika kijiji changu mwanamke alifanikiwa kuchukua nafasi ya uongozi ya ki, wa kijiji. Hivyo ni dalili kwamba jamii imeanza kuelimika kutokana na, na muamini mwanamke kwamba mwanamke anaweza, akipewa fursa anaweza. Kwa hiyo siku hii ya leo ni siku ya kuku, ya kuwakumbuka au siku ya kukumbusha wanawake kwamba kwanza wanawake wenyewe wajiamini na sisi wanaume tuwaamini kwamba mwanamke akipata fursa Anaweza. Naitwa Happiness Eliamini Tuarira, natokea kata ya Luguru kule, ni mwenyekiti wa KC. Aa, kuhusiana na changamoto za ukatili katika eneo husika au eneo ninaloishi, bado changamoto za ukatili zipo japo zimepungua kwa kiasi kidogo mno. Aa, kwa nini zipo? Zipo kwa sababu wapo watu ambao bado hawatuungi mkono, changamoto zinapotokea uenda labda mtoto amefanywa ukatili, ni mtoto wa shule amefanywa ukatili, uh, labda amebakwa, unaona, kwa hiyo inatokea kwamba mnapofuatilia lile swala kunakuwa na changamoto, kwa sababu hata viongozi wenyewe unapowapelekea lile swala wanaunga mkono kidogo sana, lakini pia na wazazi wanashindwa kutuunga mkono, wanakuwa tofauti na sisi, kwa maana kwamba wakati mwingine waleyule wa, wa, wale wafanye yule ambaye ni mfanya ukatili anakwenda anaongea na kiongozi, anakwenda kuongea na mzazi, kwa hiyo nashangaa, natoa kitu kidogo. Kwa hiyo bado hatuungwi mkono, tunaungwa mkono kidogo sana. Wapo wanaotambua, maana hata mpaka sasa hivi unapotokea ukatili, basi wanatupigia simu, kumetokea ukatili fulani kwao, tunaofuatilia. Lakini bado changamoto zipo kwa kiasi. Jina langu naitwa Oliver Joseph Shirima, nimetokea KC Lembeni kama katibu Ndiyo, changamoto. Kwanza nianze kwa siku ya wanawake, siku ya wanawake duniani ni siku ambayo ukweli tunatakiwa, si wanawake wengi tujitokeze, na tuweze kuelewa na kutambua wenzetu wanajifunza nini, wanapata nini, na wanajifunza nini, nini, nini. Matukio ambayo yapo sana kwa wanawake ni matukio ya ukatili wa kupigwa vipigo na unyanyasaji ambao una unakuta mtu amnaishi na mke wake lakini anakuwa anampiga sana. Ujaribu kufuatilia mnasuluhisha ndiyo au mwanamke anaweza akasema basi imefika mwisho naweza nikaondoka. Anaondoka lakini mwisho wa siku anarudi kimya kimya wanarudiana. Kwa hiyo hiyo inakosa nguvu sana kuweza kufuatilia hayo mambo. Madhara mengi ambayo ni ukatili wa kijinsia kwa wanawake hasa madhara ya kisaikolojia. Mtu anakuwa yani anapoteza ile stamina yake ya ku, ya kujiamini, anakuwa kabisa hata akisimama mahali anakuwa kabisa hawezi kusema tena, hawezi kusema neno likasikika, na anaona kabisa, hata nikiongea hakuna atakaye ni support mimi. Nimeshakuwa ni wa hivi hivi tu ni, eh? Ni, ni wa kupigwa, nimeshakuwa ni mnyonge, hata sauti yangu nikiipasa haiwezi enda mahali. Lakini kwa upande mwingine, kama KC tunakuwa tunawapa sana moyo, wanasonga mbele na wengine wanainuka kabisa, wanasema afadhali sasa hivi naweza hata nikasimama nikajieleza.